Ndiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kwa shoti ya leo tunaangazia kuhusiana na mazingira mazima ya uandaaji wa eneo, uandaaji wa vifaa na maandalizi yote kwa ujumla, kwa ajili ya utengenezaji wa mizinga kisasa ya utunzaji wa nyuki, niye na malengo tuweze kupata mazao yaliyokuwa mazuri kwa nyuki, ili tuweze kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo leo tutaangalia kuhusiana na jambo zima la kuandaa mazingira, kuandaa vifaa pamoja na vitu vya muhimu ambavyo vinatumika kwa ajili ya utengenezaji wa mizinga. Kwa hiyo kwa, kwa video mzuri kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho inapatikana katika playlist yetu na mtandao wetu wa kijamii Nebuye TV. Naomba uweze kutembelea katika playlist ya Nebuye TV ili kusudi uweze kupata video yote full kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na pia kitu kingine tazamaji, na kukumbushia tu subscribe uweze kulike na comment.